Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Penzi mtazamaji, leo hii nakuletea taarifa ya matukio mawili ya ajali yaliyotokea kwa nyakati tofauti katikati kati ya jiji la Dar es Salaam yakihusisha vifaa vizito na usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Ajali ya kwanza Sokota Mataa. Ajali ya kwanza imetokea katika eneo la Sokota Mataa, ambapo dereva wa kampuni ya Zash aliyejulikana kwa jina la Faustin Thomas alipata ajari baada ya mzigo mzito aliyokuwa ameubeba kudondoka barabarani. Gari hilo lilikuwa limebeba JMC loda, mashine nzito ya ujenzi, pamoja na tela yake ambazo zote zilianguka ghafla katikati ya barabara. Chanzo cha ajari hiyo, kwa mujibu wa uchunguzi wa awali, ni josti ya gari iliyokatika, hali iliyopelekea mzigo huo kushindwa kuistahimili na hivyo kudondoka. Wakati wa tukio hilo CHAWAMATA TV ilikuwepo eneo la ajari na kubaini kuwa sehemu ya barabara hiyo imebonyea katikati, jambo lililofanya lami kuonekana kama ina mawimbi ya bahari, hali inayoweza kuchangia ajari zaidi endapo haitachukuliwa. Tunatoa wito kwa madereva wote kuwa makini wanapokaribia eneo la sokota mataa hasa kwenye magari yenye mzigo mzito. Ajali ya pili Tabata Mwananchi. Ajari ya pili imetokea eneo la Tabata Mwananchi, karibu kabisa na ofisi za CHAWAMATA, ambapo gari ndogo lilihusika katika ajari na bodaboda. Ajari hiyo ilisababishwa na kupasuka kwa tairi la gari, jambo lililosababisha mripuko mkubwa na mkali uliowashtua watumiaji wengi wa barabara. Kwa bahati mbaya, dereva wa bodaboda alipoteza mwelekeo baada ya kushtuka na kujikuta akiangukia mbele ya gari ndogo hiyo. Katika tukio hilo watu wawili walijeruhiwa, dereva wa bodaboda na abiria wake, ambapo walipata majeraha mikononi na miguuni. Walikimbizwa kituo cha polisi kilichopo karibu kwa ajili ya kuchukua PF3 kabla ya kuelekea kwenye matibabu hospitalini. Chawamata TV inatoa wito kwa madereva wote nchini hasa katika maeneo ya mjini kama Dar es Salaam, kuchukua tahadhari kubwa wanapokuwa barabarani. Hakikisha gari inakaguliwa mara kwa mara kabla ya kuanza safari, hasa breki, tairi na josti. Madereva wa bodaboda wawe na umakini zaidi wanaposikia sauti na kuona hatari mbele yao. Chawamata TV inawatakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyofuata. Chawamata TV, kwa pamoja tunaweza.